Yesu asifiwe watu wa Mungu. Ni wakati mwingine tena Bwana ametupa kibali kwenda kusikia tena neno lake. Mimi ni yule yule mnayenifahamu, naitwa Mhubiri Mngoni. Tuombe, Mtakatifu Mungu wa majeshi tutume hali kwa jupe lipo inuka rehema na fadhili zina wewe Bwana. Bwana utupe kibali mioyoni mwetu. Mimi na hata wale wanakwenda kusikia neno lako. Tunaomba na kushukuru. Amen. Ndugu zangu, tunaendelea na vipindi vyetu vya kila siku Ninashukuru sana komenti ya Pasta Baraka Ngata, Mungu akubariki sana. Endelea kuwashirikisha na wengine, na Bwana atakubariki sana. Tulitoka kuzungumza juu ya manabii wa kweli na wa uongo. Tuliona sifa za manabii wa kweli ni zipi na manabii wa uongo ni wepi. Kwa kuwa muda wangu ni mchache, ngoje niende moja kwa moja katika ujumbe wa leo. Ujumbe wa leo unaitwa sifa za mitume wa kweli, sifa za mitume wa kweli. Unajua, nyakati tulizo nazo hizi, wengi tunashindwa kutofautisha mambo. Mimi nimekuja kuwaeleza kweli ya Mungu, namjue kabisa ninachokieleza, hakuna kitu kingine kinachotoka nje ya bibilia hii ni kweli ya Mungu. Ngoja tuone mistari michache, fuatana nami katika kitabu cha Matendo sura ya kwanza. Tutasoma mistari tu michache, tutaanzia mstari wa ishirini mpaka ishirini na sita tuone sifa za mitume wa kweli ni zipi, na uangalie kwa sasa hivi tuna mitume. Fuatana nami fungua Biblia yako, Matendo sura ya kwanza mstari wa ishirini kwa maana imeandikwa katika chuo cha Zaburi, kikao chake na kiwe ukiwa, wala asiwepo mtu mwenye kukaa humo. Tena usimam, usimamizi wake autwaye mwingine. ishirini na moja Basi katika watu walio fuatana nasi watu waliofuatana nasi wakati wote Bwana Yesu alipokuwa akiingia na kutoka kwetu, kwanza tangu ubatizo wa Yohana hata siku ile alipochukuliwa kwetu kwenda juu. Inapasa mmoja wao awe shahidi wa kufufuka kwake pamoja nasi. Wakawaweka wawili, Yusufu aitwaye Barasaba bara aliyekuwa na jina la pili Yusto, na Matia. Kisha wakaomba, wakasema, wewe Bwana ujuaye mioyo na mioyo ya watu ya watu wote, tuonyeshe ni nani uliye mchagua katika hawa wawili ashike mahali katika huduma hii na utume huu aliyouacha aliyoukosa Yuda aenda zake mahali mahali pake mwenyewe. Mwisho wakawapigia kura, kura ikamwangukia Matia, naye akawa akahesabiwa kuwa pamoja na mitume kumi na moja. Amina atamuu Nimesoma mstari mingi kidogo ili nataka uelewe zipi sifa za mtume wa kweli. Na nyakati tulizo nazo hizi tunao mitume wa kweli? Jibu ni rahisi, kwa nyakati tulizo nazo hizi hatuna mitume wa kweli, ila tuna utume wa kazi ya Kristo. Utume tunao, ila sio mitume. Kuwa mtu mtume wa Kristo lazima awe na la sifa hizi zilizotajwa hapo. Labda kwa haraka haraka hautaelewa, labda nikufafanulie sifa za mtu kwa mtume. Kwanza awe amefuatana na mitume hawa wakati Yesu anakwenda kuhubiri na kurudi akiingia katika mahali pake au nyumbani pake. Hiyo jambo la kwanza, sifa ya kwanza, mtu kwa mtume lazima kwanza awe amefuatana na Yesu alipokana kwenda kuhubiri injili na kurudi makazini mwake sifa ya kwanza. Sifa ya pili awe ameshuhudia ubatizo wa Yohana Mbatizaji. Sifa ya tatu awe ameshuhudia kifo na kufufuka kwa Kristo, na mwisho kabisa awe ameshuhudia wakati Yesu Kristo akichukuliwa na mawingu kupaa mbinguni. Je, kuna mtu wa namna hii leo? Nani anayejiita mtume aliwahi kushuhudia ubatizo wa Yohana Mbatizaji au kati ya sifa hizi nne nilizozitaja? Hakuna mtu wa namna hii sasa hivi, ila wengi tunajiita, mimi mtume, mimi aprosopo, sijui nani, sijui tuache. Kujiongeza, neno la Mungu asema usiongeze, wala usipunguze, usije ukahukumiwa. Ndugu zangu, tumheshimu Mungu, tumheshimu Mungu. Mimi nimekuja kwa makusudi, Mungu amenituma kwa makusudi, ili mjue sipingani nani, utume tunao. Utume ni umisheni, kama vile sisi leo tumewaidiwa tu uwakili wa Kristo. Na wengi wanasema hili ni kanisa langu, ni kanisa langu. Huu ni upofu wa kiroho. Huna kanisa. Popote utakaposikia, huna kanisa. Kanisa ni mwili wa Kristo. Wewe unafanya huduma tu. Hizi ni huduma. Hakuna mtu mwenye kanisa. Mwenye kanisa ni Kristo peke yake aliyotoa uhai wa wake. Kwa hiyo nataka mfungue macho yenu ya roho, mjue wazi kwa nyakati tulizonazo hizi. Wengi wanatafuta sifa za mwili ambazo hazitawafikisha mahali popote. Bwana awatie nguvu sana, ndugu zangu. Ninapenda kuambia yoyote anayesikia ujumbe huu amshirikishe na mwingine, ili mpate neema hii. Nikupe mfano mmoja, uone watu jinsi gani walivyokuwa vipofu na wawezi kuona mbele. Mtu anasema kwamba mimi ni ni askofu msimamizi wa makanisa ya ndani na nje, lakini anatangaza ibada ya udongo joni, mtapewa udongo, mtakombolewa, eh? nywele zenu wakati mnazaliwa mlinyole, zilifichwa katika udongo, vitovu vyenu vilifichwa katika udongo. Alafu anajiita mimi ni askofu, ni msimamizi wa makanisa yote ndani na nje, wakati yeye yuko gizani. Huko gizani, unawezaje kumkomboa mtu ambaye alikuwa kwenye nuru? Upofu hali ya juu sana. Sitaogopa jambo lolote juu ya Kristo, niko tayari kwa lolote, kufa heli ni heli, nife na kulikoni kusimama katika zinaza uongo. Huu hizi ni zinaza uongo kabisa, ndugu zangu. Siko hapo kwa kumsema mtu au kwa kumhukumu mtu, ila wale wanaetaka kweli ya Mungu na wanataka kuiona mbingu, fuatana nami katika jumbe zangu, katika masomo yangu, hizi zitakusaidia. Ninahitaji komenti zenu kwa wingi sana. Namshukuru sana wangipatikana watu wawili watatu watano, kama pasta Baraka Ngata, najua na tunakwenda kukombolewa, ulimwengu unakwenda kukombolewa, ulimwengu unakwenda kukombolewa. Komenti zenu nazihitaji kwa wingi zaidi. Ingia YouTube subscribe mhubiri mngoni, ingia TikTok subscribe ati mngoni mhubiri. Yatakuja yote haya, na yatakusaidia, na utajua wapi unakokwenda na wapi unakuelekea. Je, tulilo nalo sasa ni ile kanisa la mitume ambaye Kristo anamwachia Petro kwamba wewe ndio utakao linda kondoo hawa eh? Ni hili? Sio, tuko gizani. Mtoke katika giza na muingie katika nuru ya Kristo na Bwana atawaponya. Nataka niwaambie majira na saa yake kuja kwake Bwana, wengi tutakataliwa. Tutakataliwa wewe. Bwana nilifanya ishara. Nilikuambia wapi? Nilikuambia uponye watu kwa udongo? Andiko gani? Utasemaje Mungu atutangulie kwa kila jambo ndugu zangu awatie nguvu kwa kuwa muda wangu autoshe na dakika zangu chache nilipenda mjue juu ya mtu kuwa mtume na sifa za mtu kuwa mtume ni zipi na wewe uweze kutofautisha kati ya kanisa la kwanza la mitume na kanisa unalo sasa hivi sasa hivi tunasema tuna makanisa hatuna kanisa tuna huduma za Yesu Kristo mtu anayefanya kazi ya mtu mwingine sio kazi yako wewe ni wakili tu. Hawa mitume ni mashahidi tu, walikuwa wanashuhudia.